Mwanamuziki Ibra ambaye sasa ni independent artist ametua nchini Kenya kwa ajili ya shughuli zake za kimuziki, na kati ya vitu ambavyo Ibra ameweza kuzungumza na waandishi wa habari pale nchini Kenya ni kuhusiana na mahusiano yake yalivyo kwa sasa na bosi wake wa zamani, na maanisha Harmonize. Lakini pia amejaribu kufunguka kuhusiana na tetesi za kusainiwa kwenye lebo ya WCB, na hii yote kutokana na ujumbe ambao of course, posti ya Diamond Platnumz aliyoiposti na kuweka wimbo wa Ibra copy and paste kupitia account yake pale, jambo ambalo lizoa maswali mengi sana. Inakuwaje kwa mara ya kwanza Diamond Platnumz kushare wimbo wa Ibra kupitia kwenye page yake, page yenye watu wengi zaidi nchini Tanzania mesainiwa kwenye lebo ya WCB basi mtafahamu wataweka wazi, wala itakuwa haina haja ya kuficha swala hilo. Uh, kama, kama kuna kuna, kuna chochote kitaendelea basi mtakiona, kwa sababu hakuna uh, kitakachojificha yani kazi na tunapofanya kazi, siku zote waga tunahitaji umoja. Kwa kama itatokea mtaiona, itojificha, hatutoficha chochote na siwezi kuficha chochote, kwa sababu kama itatokea WCB ikawa ndo sehemu ambayo labda nitaelekea, mm -hmm. Mtaiona kwa sababu ndo nitakuwa nafanya nao kazi, lakini sasa hivi tuko Oya Gang. Kama Oya Gang, Oya Gang is my family like ukiona familia yangu basi ni Oya Gang, yeah. Si hivyo tu lakini pia Ibra amefunguka kuhusiana na ishu nzima ya mahusiano yake na Harmonize, ambapo amesema kwamba yeye hawezi kumchukia Harmonize kwa sababu anaamini kabisa, uh, bila Harmonize basi tusingemwona huyu Ibra ambaye tuko naye kwa sasa. So pia amejaribu kugusia kuhusia swala hili zima, mahusiano yake na bosi wake wa zamani Harmonize. Unaweza kumtazama hapa Ibra pia akifunguka kuhusiana na hili. uh, kwa sababu Harmonize, he's my brother, na hili ni kumshukuru uh... Mwenyezi Mungu s kilichotokea kimetokea tu, kwa sababu sisi wote ni, kila mtu anatafuta riski, na siwezi kumchukia kwa sababu, na apa, so, yeah. Uh, kwa sababu naamini kupitia yeye ndio kumenifanya nikafika hapa nilipofika. So big shout out kwa SPM Buzz ambao uh, wamefanya uh, wamefanya interview hii au tumepata video kutoka kwao huko kupitia ukurasa wao wa YouTube. Mimi ni Ricky Kisalalesan, bye. bye.